Uh, kwa masikitiko makubwa sana uh, nimesikitika kupokea taifa za msiba wa wa Kitundu uh, mi namfahamu kama Raidanus ama Raigojo, nafikiri dancers wengi wanamfahamu kama Raigojo ama, nafikiri wengi, kama Raidanus ndiyo jina lake la mwanzoni, lakini baada ya kuigiza series za Juakari uh, alipewa usika wa Kitundu. Uh, ni dogo ambaye nimemfahamu tangu akiwa mtoto Toto kabisa nime, ame alikuwa jirani yangu kwa jirani yangu anakaa nyumba kadhaa kutoka kwetu Temeke, kwa hiyo namjua tangu mdogo, nimemchukua akiwa mdogo, wazazi wake walitupa wa akiwa mdogo, tukiwa tunaendesha kundi la best Friends ambao nilikuwa mimi, b -Boy, Seki na kina Shobigo eh, wakati huo wakina Twins na Bajuni, Bajuni na madansa wengine wa, wakati huo najaribu kuwakumbuka wengine kwa haraka haraka nashindwa kuwataja ya. Kwa hiyo tulimchukua Rai akiwa mdogo sana sana, akiwa kama na miaka mitano sita, sijui mimi nilikuwa namuonaga Rai akiwa na mii. Kitundu, nyi namwita Kitundu, akiwa narukaruka sarakasi nikipita mtaani pale, anapenda kucheza nanifatafata vile nini, baadaye wakamleta kwenye kundi tukawa tunamfundisha. Basi baadaye mbele uh, watu wakawa wanapenda anavyocheza, kwa hiyo alipata nafasi ya kushiriki kwenye baadhi ya videos za wasanii wakubwa wakubwa miaka ile, akiwa mtoto, na ndio watoto wadogo wadogo, ukiacha B-boy Seki ambaye aliinspire watoto wengi kucheza, sababu alikuwa mdogo. Generation iliyofuata ikawa ni generation yake yeye, yeah, yeye, yeah, Zungu, Zungu wa WCB. Zungu alikuwa anacheza na Zungu alikuwa anakaa na line namba moja akina Kiju ona. So unamjua muda mrefu nimemkuza tangu akiwa mtoto, anaheshima na respect sana, amekaa kwenye kundi langu kwa muda mrefu tangu akiwa mdogo. Aa, nilipata kazi kadhaa, nika nikajaribu kumpa azifanyi. Ukiangalia video ya ya mdii tunapeta Uh, utamuona kwenye video yangu mule anajulikana na kama Kibongoto na kipindi kile pia, watu wengi ukiangalia video za Sumari Rai, kuna video moja alicheza kama main character ya, ya Patera, mwache mwenzi ya Patera na mpenzi wake yuko pale Uh, lakini pia ukiangalia mama mubaya utamuona utaona watoto wengi kwenye mama mubaya na zile video zimeshutiwa mtaani kwetu kabisa pale Temeke Home kabisa, zimeshutiwa. Kwa hiyo ya yeah, baada hapo tukawa tuko naye na kundi la best friends na nini, tumefanya naye mashindano mengi sana, ametusaidia uh, kwenye mashindano mengi sana kwa uwezo wake wa kucheza, umeona. uh, wakati mimi natoka best friends na kuja THT, kundi liliendelea chini ya Bboy Seki walifanya dance mia mia. Ukiangalia kwenye mashindano dance mia mia yote utamwona Rai aka na best friends, umeona eh uh, yeah, amefanya kazi na Rich Mavoko pia. I think kwa kazi na Rich Mavoko na makomando pia amefanya nao kazi miaka fulani ya nyuma hivi, umeona uh, so ameendelea kujitafuta kwenye namna hiyo. Mi pia nikarudi nikafanya naye tena kazi, best friend still ilikuwa inaendelea, kwa wanafanya kazi hivyo pa kwa pamoja, masho na nini, alikuwa anafanya sana kazi na Sumari Mona. Baadaye ilianzishwa shindano la Kinondoni Talent Search la Paul Makonda akiwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni, kamwambia rainja huje kushiriki. Wakati mimi nilikuwa ni chief judge wa upande wa dance, kwenye upande wa dance nilikuwa mimi. kwenye upande wa kuimba ilikuwa ni Peter Msechu, kwenye upande wa vichekesho alikuwa ni MC Pilipili na kwenye upande wa waigizaji waliwakiishwa na Kajara mashindano ya Kenya Dance Search. Kwa aliingia ile mashindano uh, washiriki kwenye dance na kumbuka wakati ile alikuwa kwa katili, mzungu Enjo Nyigu kwa mzungu alikuwa na mdogo wake huyo ambaye nafikiri sasa hivi anafanya yote mambo ya chika tu Enjo Nyigu mnamfahamu dansa maarufu sana Rai ndo alikuwa mshindi wa kwanza Lamata alimuona pale kwa Lamata aliniulizia Rai kutoka kwenye Kitundu kutoka kwenye akasema miaka tisa nyuma. Imagine leo elfu mbili na ishirini na tano, ambia anataka kuja kufanya series ya dance, namtaka huyo dogo. More than five years baadaye Ramata, anakuja kunikumbusha kwamba bwana anataka kufanya ile series namtaka Rai Kitundu, kumwita Kitundu. So yeah, mimi moyoni alinishtua Ramata sababu nilikuwa nishasahau. Akamchukua, kamlea vizuri sana kama mtoto wake, kwa sababu Rai Kitundu mnasema, sisi tulikuwa tuna ni kama tulikabidhiwa. Ilifika muda alikuwa anakaa tu kwetu kwenye familia yetu, anakaa pale na kina Seki Bibo Seki na kina Shebinyari, kwao hana malezi yale ya nyumbani kwao, yani hana malezi yake, yote ni sisi ndio tumemlea tangu utoto wake mpaka anakuwa baadaye kwenye ukubwa wake, akapata mama wa ukubwani ambaye ni Lamata na amemlea sana sana sana sana kwa kweli, Lamata amekuwa akikomunicate na mimi mara kwa mara, la yakisumbua na nini tunamrekebisha tunaongea naye, amejitahidi sana kumrekebisha kumweka kwenye mstari na nini. Ya nakumbuka mwaka jana, kama sikosei, elfu mbili na nne, sijui nafikiri ndo aliumwa sana Lamata, akanipigia la yanaumwa sana, pigia, akanieleza ma changamoto ambazo haya anazipitia na nini, kaambia nitaenda kuongea naye. Nakumbuka nimeenda Temeke nyumbani, nikaona naye alikuwa ananikimbia kwa nikienda ananikimbia, kwa sababu alikuwa anajua mimi ni mkali unaona. Kwa mara nyingi sana alikuwa ananikimbia, so bah, kuna siku nikamkuta sana anaumwa, na naye nikaongea naye vitu ambavyo alivyokuwa anaumwa na mazingira ambayo nimemkuta, ambapo tuambia, Msami nimehangaika sana na horai, hebu jaribu kuongea naye na nimeongea naye basi, akaikava akaa sawa, akarudi kwenye gemu. Yeah, so kwa kweli yani Lamata umejitahidi sana sana sana. Umejitahidi sana kumuuguza, umefanya kila uwezalo. Ah, uh, umenipigia simu nyingi sana, tume tumeongea mengi sana kuhusu Lai, kuhusu Kitundu, Kitundu ndio watu wanamjua sana kwa jina la Kitundu. Mimi nafikiri jina la Lai limenikaa sana kwa sababu ndo tumekuwa na tukijua jina. Kwa hiyo Lamata kiukweli umepamba amepambana sana na huyo dogo. Amepambana naye sana Msami, piga simu sana ongea na Rai, ongea na Rai, ongea na Rai mona hivi aye Lai, watu fulani wapo, wana wanadili naye mistaki ya watu wanamwalibu Lai hivi yani, na hivi yani, si unanielewa by the way. Mimi niliwatafuta watu kaambia, oi, inakuaje mazee, mboni hivi mboni mnamletea miaisho dogo mona so watu walikuwa wanaona vile akifanya jua kali Lamata akimlipa dogo, akitoka na hela, yaani wanamwahi, wanamdaka juu kwa juu, wanamtumia yani, si umenielewa? Wanamtumia mimi nampigia wewe, hivi na hivi na hivi, mpaka kuna kipindi yani, unaona Lamata nakwambia, kila nikijaribu kila nikifanya hivi, dogo mbona napambana. Msami naambia usikate tamaa, huyo dogo, mazingira tu yalotokea ndio yanapelekea anakuwa hivyo. So amepambana sana sana ameumwa sana mara ya kwanza amelazwa, kaangaika naye mpaka amepona. Ameumwa kweli, yani kaangaika naye kwelikweli mpaka amepona. Na hivi tunavyoongea nimeongea naye e, kimsingi yeye ndo ameubeba msiba, sisi tumeubeba katika namna yetu lakini wakati msiba unatokea nilivyoongea naye yani, ni mtu ambaye kama nilivyosema, ni kama mama yake, mwenye laa alikuwa akipata shida, nampigia Lamata nani ya lakini, kabla sijaondoka Tanzania nakumbuka nikutana naye, sikupenda. Nilimkuta kama karudi tena kwenye yale mazingira. Lamata alikuwa analalamikia sana kwamba da lakini sitaki kumlaumu marehemu, ni mtoto lakini, nachotaka kusema hapa tuangalie sana vijana wanaoingia kwenye industry, kwenye entertainment kiujuma, tuangalie vijana sana, mtoto wako, rafiki yako, kakako fatilie marafiki zake, vitu wanavyovifanya anavyoji associate navyo, yani angalia, fatilia. Mi naumia kwa sababu <laughs> makundi ndo amemfanya rai leo leo tunazungumza maneno haya, basi ndio mwisho wake ambapo umefikia. Tumwombee tu rehema na neema za Mungu.